Usitumie nguvu kubwa sana kuiaminisha jamii kwamba una hela, unajitesa. Na msikilizaji, natarajia kwamba mwaka bado ni mpya, kwa hivyo tunazidi kusalimiana kwa kupeana salamu za mwaka mpya, akuzidi kutakiana mema ndani uh, ya mwaka wa 2026. Karibu sana katika kituo chetu msikilizaji, kumbuka kwamba hichi chetu ni kituo nambari moja ambacho kinaweza kuhakikisha kwamba kinapata kukupasha na kukupatia elimu kwa masuala ya, ya kisiasa, kuhakikisha kwamba pia tunayachambua na tunaweza kukusogeshia karibu ambayo haujaweza kuyafikia msikilizaji. Na siku ya leo msikilizaji, niko na taarifa ambazo imeweza kuzitumiwa hapa, naomba nikupashe ili upate kuyaelewa ama upate kupata uhalisia wa masuala yalivyo na inavyoweza kuendelea kutokea. Sasa kuna uh, jamaa ambaye anaitwa Chief Godlove Mwakibete ambaye kwamba ni raia wa Tanzania na katika siku nyingi ameweza kuonekana akishabikia chama cha CCM lakini pia ameweza kuwa ni mwendani wa Samia Suluhu Hassan kwa muda mrefu tu na imeweza kushuhudiwa akiweza kumtetea. Aa, kama nakumbuka wakati mmoja akiwa katika redio nchini Kenya ameweza kuitetea serikali ya Samia na akaweza kuutetea uchaguzi ulioweza kufanyika tarehe ishirini na tisa akaweza kusema pia kwamba ilikuwa ni halali Samia kuweza kushinda uchaguzi ule katika hali ile ya yale machafuko, lakini pia akaweza kuwakosoa vijana na raia wa Tanzania waliweza kutokea na kuweza kufanya maandamano. Akaweza kusema kwamba wanaoandamana wanasema kwamba wanalitaka taifa na watakapolipewa taifa awana ambapo wataweza kulipeleka, na kwa hivyo akawa anatetea Samia Suluhu na kuweza kusema kwamba Samia alishinda kwa haki na kwamba ni rais ambaye ni halali nchini Tanzania, na kwa hivyo akashauri Watanzania wamkubali Samia na kukumbatia chama chake cha CCM ili wahakikishe kwamba Tanzania inazidi kusonga mbele hivyo ilivyo. Kwa hivyo yeye, kulingana na yeye, hakuona tabu kutokana na machafuko yalioweza kufanyika, nalioweza kusema kwamba waliotokea ilikuwa ni wao walijitokeza kupatana na tabu, kwa sababu kulingana na yeye walikwenda kuleta mkosi. Sasa bwana Mwakipete Mwakibete ameweza kupata mashambulizi makali a, kutoka kwa bwana ambaye anaitwa Nuru Exaveri Masunga ambaye ni mharakati nchini Tanzania ambaye ameweza kuachia ripoti kubwa sana baada ya kupata uchumu, ujumbe kutoka kwa Chief Godlove aliomwachia kwenye ukurasa wake, ukisoma hivi msikilizaji. Mmeamua ndugu zetu kwa propaganda za kisenge. Wewe na wenzio umemaliza vijana kuwashauri waingie barabarani kwa ajili ya manufaa yenu binafsi. Mmelipwa fedha za kuharibu nchi. Huko nje ulienda kusoma, umefika muda wa kurudi nyumbani, utaki. Umefanya kampeni za kiboya ili tu uombe ukimbizi. Pumbavu kabisa. Pumbavu kabisa ha maneno msikilizaji, ya bwana Chief Godlove ambaye ameweza kuachia kwa ukurasa wa bwana huyu ambaye anaitwa Nuru Xaveri Masunga, ambaye ni mwanaharakati nchini Tanzania, lakini pia hajaweza kukaa nchini Tanzania. Sasa ujumbe huu wa Chief Godlove unaonyesha kweli kabisa kwamba kulingana na yeye anapenda uongozi wa Samia Suluhu na kwamba anazidi kutetea serikali ya Samia kwamba kinachoweza kufanyika kiko sawa na asiweze kupinga mtu. Ndio maana ujumbe huu ameweza kumwandikia ndugu uh, Bwana Masunga, umesema hivyo, mmeamua ndugu zetu kwa propaganda. Kwa hivyo kulingana na Chief maneno yanayozungumzwa kwamba uh, serikali haiko sawa, kuna mambo hayako imara, ni propaganda tu. Ati kuna watu waliokufa, kuna miili iliyoweza kuzikwa, kuna watu ambao hawapatikani, kuna watu wametekwa, kulingana na Chief ni propaganda tu, sio maneno ambayo yanatokea kabisa, kulingana naye. Kisha amesema kwamba Uh, mmeamua ndugu zetu kwa propaganda za kisenge. Wewe na wenzio mmemaliza vijana, kuwashauri waingie barabarani kwa ajili ya manufaa yenu binafsi, mmelipwa fedha kuharibu nchi. Uko nje, ulienda kusoma, umefuka, umefika muda wa kurudi nyumbani, utaki, umefanya kampeni za kiboya ili tu uombe ukimbizi. Kisha kaendelea kamtusi, akasema ni pumbavu kabisa. Sasa msikilizaji Bwana huyu anashinikiza kwamba maandamano yanayofanyika nchini Tanzania yanafanywa kwa sababu watu wamelipwa kufanya hivyo. Ameendelea kusema kwamba hakuna kusudi ama hakuna kitu mahususi kitakachoweza kuwafanya Watanzania kujitokeza na kufanya maandamano. Nime, nimekueleza msikilizaji, kwamba maoni ya bwana huyu akiweza kuzungumza katika interview moja alisema kwamba Tanzania ni rais, yani ni rais yaani Samia Suluhu ni rais aliyeweza kuteuliwa na Watanzania na akaweza kutetea jinsi alivyoweza kuteuliwa kutokana na uchaguzi ule ulioweza kufanyika. Akasema kwamba uchaguzi ule ulikuwa sahihi na kwamba ulizingatia sheria za Tanzania, na kwa hivyo, kulingana na yeye, haupaswi kuulizwa maswali ama haufai kukosolewa. Sasa, bwana huyu amepata mashambulizi kutokana kwa kutoka kwa raia waliopata kuona mazungumzo yake katika mitandao, ambao wengi ni raia wa Tanzania, wakiweza kumweleza jinsi serikali ya Samia Suluhu haijaweza kuwaridisha Watanzania kwa chochote, lakini pia wameweza kumuonyesha sababu zilizoweza kusababisha kwamba machafuko yale yaweza kufanyika, na kwamba maandamano yaendelee kufanyika kwa sababu maandamano yale ni endelevu. Katika majibu ya bwana Nuru, ameweza kumwachia ujumbe ulioweza kusema hivi. "Mwambieni huyo tondogoso tunalitetea na lenyewe." Hebu nikasome vizuri. Mwambieni huyu tondogoso tunalitetea na lenyewe liache kufosi kuaminisha jamii kuwa tajiri. Upuuzi. Mtubu. maandamano endelevu. Kisha gharama ya leli pale, akaweka Tanzania mpya. Imekuja kulingana na bwana huyu ameweza kumweleza uh, bwana Godlove, kwamba maandamano yanaweza kufanyika ni kwa ajili ya kuweza kuwatetea wananchi ambao hawajaweza kupata nafasi ya kuzungumza, lakini ambao pia wamekosa nafasi hiyo kwa sababu ya kuhofia maisha yao na usalama wao, ilivyo desturi ya serikali ya ya Samia, kwamba unapoweza unapoweza kuonekana ukizungumza kinyume na matarajio ya serikali, unapataka kupotezwa, unapata kutekwa na masuala kama hayo. Kwa hivyo, ambao wana nafasi ya kupata kuzungumza wanaitumia kufanya hivyo, kwa sababu ndio wameweza kupata fursa ndo elimu ambayo ameweza kumwachia bwana Godlove apate kuielewa, kwa sababu kulingana na yeye hajui kinachopiganiwa, na naona kabisa kwamba taifa liko sawa, Samia yuko sawa, anachofanya kila kitu anakishabikia yeye. Msikilizaji, ziri kuachia maoni yako kwenye comment section, pia zili kutufuatilia kwa sababu tuko hapa kuhakikisha kama unapata taarifa kama hizi lakini pia tunahakikisha tunazichanganua zaidi kwa kina, ili upate kuelewa zaidi kwamba ni kipi kinatokea na inakuwaje. Ziri kutufuatilia, piga subscription. Jina langu Presenter Guto.